amisho ya siku ya kutokomeza umasikini yalianza Oktoba 17 mwaka 1987 huko Trocadero mjini Paris nchini Ufaransa, ambapo waadhimishaji walikubaliana pamoja na mambo mengine kuunganisha jitihada mbalimbali ili haki za binadamu zifuatwe. Juhudi na maarifa huhitajika katika kujikwamua kiuchumi, na hapa Blanka Tesha anaeleza. sisi kama wajasiriamali wadogo Yaani, kwanza tunapitia changamoto nyingi. Kipato tunachopata ni kidogo, kwa tunadunduliza kidogo kidogo, tunacheza michezo hivyo. Kwa hiyo unapata ile mchezo, mchezo ndio unaidunduliza hivyo, unapicha nyingine unaweka ndio matumizi hivyo hivyo, na kuendeleza tu. Ugumu upo kwa sababu ya hali ya maisha. Sasa hivi vitu viko ni juu sana, vitu ni gharama, kwa unakuta unafanya kazi kubwa unapata faida kidogo kwa sababu ya vyakula viko ni juu, vitu vya kununua ni viko juu sana, kwa unakuta unaumia, unaumia lakini unakuta kipato ni kidogo, tunashindwa kuendelea. Licha ya kipato kutotosheleza mahitaji, lakini kukata tamaa ni mwiko. Yaani kipato nachopata kama mimi hapa, kipato naweza naweza kipata hapa, kinaishia kula, umelipa kodi, labda kama umejitahidi sana unamsomesha mtoto, na mtoto shule ya kata, sio ya hela nyingi kwenda shule asubuhi amekunywa chai ndo inaishia hapo. Hata kama uchumi wako mdogo, kuna namna ya kujikwamua. Kwanza ni kuongeza kipato e, tunasema kutafuta njia mbalimbali za kipato na kuongeza kipato, yaani huna budi, lakini pia e, kuna njia mbili ndo hiyo, kuongeza kipato au kuishi chini ya kipato ambacho uko nacho e, ili kuweza kuendana na hali ya uchumi wa mtu mmoja mmoja, kwa sababu kuna ule uwezeshwaji wa juu na kuna huu sasa wa uchumi wa mtu mmoja mmoja hapa nazungumzia mikakati yawekayo mtu kwenye kuongeza kipato chake, lakini pia kuwa na budget, kuweka akiba, kuwekeza ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza kumsaidia mtu kuondokana na umasikini. Lakini pia kuangalia sasa, namna gani unaweza ukaishi ndani ya kile kipato ambacho uko nacho kuliko kwenda nje ya budget ambayo uko nayo, na kuepuka changamoto mbalimbali za kifedha. Kubwa zaidi ni financial literacy, ufahamu eh, juu ya masuala ya fedha. Kanaji wa hizi taarifa zitamsaidia mtu kuweza kujua kwenye eneo lake afanye nini, lakini cha msingi na cha muhimu zaidi ni mtu kujitoa na kuchu chukia umasikini kwa sababu mwisho wa siku utapewa taarifa, lakini mtu mmoja mmoja anatakiwa atende na kutekeleza yeye mwenyewe. E, atafute hizo taarifa. Ninalima, ninapata wapi masoko? Ninapata wapi mbegu bora? E, ninapata wapi msaada wa kitaalamu ili niweze kulima vizuri. Maadhimisho haya ni kati ya hatua muhimu za kukuza mwafaka na kuelewana kati ya watu wanaoishi katika umasikini kwa upande mmoja na jamii kwa upande mwingine, na fursa ya kutambua juhudi za mapambano ya watu katika kueleza na matatizo yao. Ili yasikike tumia. Omari, Azam News, Dar es Salaam.